Na moja kwa moja tuungane na Isaac Wilonja ambaye ni mmoja miongoni mwa wanamemba wa kundi la Nyota ya Ishara. Nyota ya Ishara ni shirika ambalo linatoa huduma mbalimbali za kihutu za kimaendeleo kwa jamii, na shirika hili lilialikwa katika maadhimisho ya miaka themanini ya uhai wa Umoja wa Mataifa. Nitachambua naye mawili matatu. Isaac Wilonja, ujambo na karibu kwenye mahojiano. Ujambo ndugu mtangazaji. Nashukuru sana kwa kunipatia muda huu. Nam wewe ni mmojawapo wa wanamemba wa shirika la Nyota ya Ishara, ni shirika la maendeleo, na amepata mwaliko kuhudhuria mkutano wa kuadhimisha au maadhimisho ya miaka themanini ya uhai wa Umoja wa Mataifa, sherehe ambazo zilifanyika huko New York katika nchi ya Marekani. Kulikuwepo watu mbalimbali, marahisi kutoka nchi mbalimbali, wawakilishi wa marahisi na viongozi kadha wa kadha. Pengine tungeanzia kwenye mwaliko ilikuwa vipi mpaka nyota ya ishara ikaalikwa huko? Asante sana ndugu mtangazaji kwa kunipa na fursa kama na hii tena. Ni kwamba nitakurudisha nyuma kidogo, kukupatia tu mwafaka kidogo kuhusu nyota ya ishara ni shirika la aina gani. Ni kwamba shirika hili limeundwa na jamii la Wakongomani, ambapo limechangana na watu kutokea nchi tofauti tofauti, ndo kaunda shirika hili ili namna gani kupambana na, na janga la njaa pamoja na ukosefu wa, wa ajira vile vile na kuangalia namna gani ya kufanya miundomini sasa. Shirika hili kutokana na kazi inapozifanya kwenye sehemu tofauti tofauti, ilipata mwaliko wa kwenda kuhudhuria kwenye kikao huko Umoja wa Mataifa. Ni kikao ambapo kilikuwa pale New York, kutokana na kazi ambayo tunapoifanya juu ya kuleta maendeleo nchini DRC pamoja na sehemu zingine, ndio kwa maana tumepata mwaliko kama na huu. Naam, hii inamaanisha kwamba kazi zenu zinajulikana katika ngazi ya kimataifa. Ni kweli kweli, kazi tunapoifanya ni kazi zinajulikana umoja wa mataifa, kwa sababu shirika yetu ni kwamba imeshajiingiza kwenye sehemu tofauti tofauti kama vile um, Inter Africa Trade, ambapo imekuwa miongoni ambapo ya shirika linazoleta maendeleo au kufanya miundo mbinu nchini DRC, na ndio kwa maana tumepata mwaliko huu kwa sababu tunafanya kazi ya kusaidia jamii. Sasa ni ujuzi gani ambao shirika lenu umeleta katika mkutano huo, ule ujuzi ambao utasaidia jamii? Kwanza ndugu mtangazaji, kwenye kikao hichi kulikuwa tofauti na maajenda, kwa sababu sio kila kikao ambao tunaweza tukaalika, kwa sababu labda unaweza ukafikiria sisi ni wafanya siasa au shirika la kisiasa. Hapana, sisi ni kama vile shirika la kibiashara na ndio tumeenda kwenye mwaliko huu kama vile ajenda ambazo zilikuwa kwenye kikao hicho, neno la kwanza ni kwamba ilikuwa kuangalia namna gani wanaweza kufinance inchi ambazo hazina maendeleo, vile vile kuangalia namna gani kwenye inchi hizo ambazo hazina maendeleo kufanya miundombinu au kucreate kazi kwa sehemu tofauti tofauti, na kuangalia namna gani kama vile mabadiliko ya hewa E, changement de climat wanasema kwenye lugha ya Kifaransa, na vile vile tena kulikuwepo intelligence artificiel kwa maana siku hizi unaona ulimwengu umebadilika sana juu ya hii innovation ambayo imeundwa siku hizi mm. na ndio kwa maana ilikuwa lengo moja kuu kwamba kwa huyo kwa mkutano kwa sisi na tupate kuali kwa sababu si wa, ni wabeba maono ambapo tunachukua maono tofauti tofauti tunaenda kuyapush push kwenye serikali yetu namna ile shirika zetu au wananchi wetu watoke kwenye ile hali ya chini, ili wapande hali ya juu, juu ya kuunda makazi na kuwatosha hali ile ya umaskini zaidi sana. Sasa, ni kitu gani ambacho mnapanga kukifanya hivi karibuni baada ya kuhudhuria mkutano huo mkubwa wa kimataifa? Kitu ambacho tunapanga kukifanya sio kama tutakifanya tuta sasa hivi, kwa sababu sisi shirika la Nyota ya Ishara ni shirika ambayo ina advocate, tunaenda kugonga milango kwenye shirika mbalimbali, vilevile tunakooperate na serikali, kwa sababu kuna taksi ambazo serikali yetu ya nchi inakuwa inawekeza wale wa wawekezaji, alafu hizo taksi ndo zinasababisha labda aa wa wawekezaji wasiingie kwenye nchi hiyo. Hasa sisi kama vile shirika la kibiashara tunaongea na serikali kuambia ya kwamba tunahitaji maendeleo kwenye nchi yetu, na kwenye nchi yetu watu wanahangaika, hakuna maji, hakuna hakuna barabara, hakuna moto, hakuna masomo na nchi, watu wanabaki nyuma sana, hakuna hawapandi kwenye teknolojia mpya, tunabaki ni sehemu ile ile. Ndio kwa maana sisi tunagonga sehemu zote mbili, tunagonga kwenye serikali, tunagonga vile vile na wawekezaji ili waje walete wa, wa maendeleo kwenye nchi yetu. Kwa upande wa pili, kutokana na swali lako naniuliza kwamba ni sisi, sisi tunafanya kazi ambayo tunapozifanya tuna sehemu fulani pale Uvira, tunafungua kazi tofauti tofauti kama vile entrepreneuria, tunawafundisha wasiojiweza wa pamoja vile na wale wayatima wa, wa, wa wasiokuwa na, na wababa, tunawafundisha kazi ili namna gani nao wao wanajitegemea wa, wa, wa, wa, wa, sio kuitegemea sana serikali. Hizo ni kazi mojawapo ambazo tunazifanya pale. Shirika lenu linatoa huduma katika nchi moja tu ya DRC? Shirika hili alitoi huduma kwenye nchi ya DRC peke yake, bali tunatuma huduma vile vile kwenye hapo hapo Marekani kwenye state ya Iowa. Kuna watu ambapo tunapata, tunapana msaada kuna watu fulani fulani kama vile wale wa homeless. Kuna vitu ambao tunawasaidia saidia kwa sababu shirika letu ni shirika ambalo tunasaidia jamii nzima, na hapa South Africa vile vile tuna advocate juu ya wakimbizi vile vile nao na wale wasiojiweza, tuna advocate ya ili kupata misaada kwenye sehemu tofauti tofauti. na pengine ni kitu gani ambacho watu hawakifahamu kuhusu Nyota ya Ishara? Kitu ambacho mbona nataka niambie watu ya kwamba Shirika la Nyota ya, ya Ishara ni shirika kubwa sana, na watu watoe sana wasiwasi, kwa sababu ni shirika ambayo kwa muda kama tunao, hii ndio shirika ambayo italeta mabadiliko pale nyumbani DRC, kwa sababu hatua tunazozifanya ni hatua za kwenda mbele sana, kwa sababu sisi ni, ni shirika ambalo linagonga miamba na tuogopi kuingia kwenye ofisi tofauti. Tuna nguvu za kuingia kwenye ofisi mbalimbali mbali ili kuleta investment kuingiza kwenye DRC. Ina maana shirika hili ni shirika ambazo litaleta mafanikio pale nyumbani kwetu DRC na sehemu zingine tofauti, kwa sababu tuna cooperate na shirika tofauti, umoja wa Mataifa. Isaac Wilonja, mimi ni kushukuru sana lakini kabla sijakuacha ondoke, una la ziada niongezea? Kwamba kwa sababu kuna siku awali tulisikia sikia kwamba watu wanaongelea juu ya shirika nyote ya ishara, labda ni shirika ambayo inakuja ili kuja kupindua watu wengine, nataka niambie kwamba Ndugu wasikilizaji, wako wajua wa ya kwamba shirika nyota ya ishara sio chama cha mapinduzi au sio parti politiki hapana, ni shirika la maendeleo. Na vile vile wanadanganya watu wengine kule ya kwamba sisi tunafanya kazi tofauti na vile watu wanavyofikiria, wanavyo, sio hivyo. Unaweza ni kwa kuambia kwamba, ndugu mtangazaji, shirika hili ni shirika peke yake ambayo ni shirika ambayo italeta maendeleo mjini kwetu DRC na sehemu zingine tofauti. <laughs> lakini kuna kitu kimoja hujafafanua vizuri hapo. Watu wanasema mnafanya kazi tofauti ninavyotakiwa, wanasemaje watu wao? Watu wao ni kwamba kuna baadhi, siku zipitazo, huko nyuma, awali, wakati shirika la, la nyota ya ishara liliendaga na ujumbe mmoja wa wa wami hapa kutoka South Africa, tukaenda nao kule nyumbani, ili namna gani ilikuwa mpango wa kuconnect wami wa kutokea South Africa na wale waliokuwa pale DRC, ili waangalie namna gani wanaweza kusaidiana, kwa sababu wami wa DRC ni kwamba wamehangaika sana, hawana sheria kwenye uwami wao, hakuna ni nyumba za ile wami. Kwa hiyo wami hao walikuwa na na hiyo ni miundombinu ya kwamba wande wawasaidie wale washefu waliokuwa pale nyumbani DRC, lakini sasa kutokana na hizo sikia sikia za watu watu walianza kuchonga maneno ya kwamba ah, labda hao watu wanakuja labda kutoa wapu, wami wengine au sijui. Ya kwamba asa, hiyo ndo nataka niambia, ya kwamba watu wasikilizaji, wasikuwa na kusoma barua kwenye envelope. Inatakiwa watu wanasubiria kwanza kinacholetewa ni kitu gani, alafu hapo ndo wanaanza kuongelea, na hicho ndo kinasababisha watu wengi sana maendeleo wanakosa kufanya maendeleo, wanatoa maendeleo, wanaenda kwenye sehemu zingine, wanakosa kuifanya kule ile sehemu sehemu yao tofauti ambao wametokea. Naam, Isaac Wilonja, mimi ni kushukuru sana na ngoja nikutakieni kila la heri kwa kazi nzuri sana ya maendeleo ambayo mnaendelea kuifanya kwa ajili ya jamii. Asante sana na karibu tena. Asante sana ndugu mtangazaji na wewe pia.